Kwa kawaida huku kwetu katika kilimo cha nyanya, ikifika kipindi nyanya zinaanza kutoa maua, huwa tunaweka hayo magongo unayoyaona hayo, miti mitimiti hayo mitimiti, miti inawekwa na kufungwa kamba. Zile kamba zinasaidia kufanya hao, hizi nyanya mashina, nyanya ya nyanya yasilale kwenye zile sehemu ambapo maji tunamwagilizia maji, kwamba tunafunga hizo, tunafunga kamba kwenye haya magongo, then tunapitisha kila gongo ili zile kamba zisaidie kushikilia nyanya zibaki juu, kwa sababu nyanya zikiwa nzito juu shina linaweza likashuka chini likadondoka. Likidondoka kipindi tunapomwagilizia nyanya zile zitaoza. Ndio maana unaona tumefunga hayo magongo na kupitisha kamba, ili kamba zisaidie kushikilia hizo nyanya pindi zinapokuwa nzito, zisiweze kulala kwenye matope, kwa sababu zikilala Ndo ile tumesema zitakuwa zifenu zinaoza. Sijajua kwenu mnatumia nini kufanya nyanya zisilale? Sisi tunatumia hiyo magongo ya mianzi.